Siku, si umevaa, unavaa nini? Inaitwa jock stocking kwa kichwa. Na hiyo day kuna baridi. Na unavaa trousers na socks. Nani alisema hivyo? Mkiwa wawili kwa kitana inanga baridi. Unafaa ulale aje? Unafaa ulale vile ulizaliwa kesi baadaye na hata kama umekasirika, hata kama umefanya nini na hamuja, hamuongei the whole day. Kuna vitu zenye haiko sanangi. Lakini akigonga mlango akiingia kwa nyumba lazima nicheze kama mimi mm, mm. Unajua siku hizi huku nje hakuna wazee. Ndani ya Ramdi TV Kenya ananiita PR am, ukipenda presenta Ramsi na kila siku kinipa shavu, nitakupa shavu. Stori huanzia hapa. Na last time tulikuwa na episode na mama yao, akasema kwamba uh, mwanaume anafaa kurudi kwa nyumba ile time amejisikia anafaa kurudi, kama stima. stima huyu inarudi wakati imejisikia na leo ningependa labda, kwanza kwa wenye wakujui, labda kuna mtu anakutazama kwa mara ya kwanza, jitambulisha kwanza, uambi unaitwa nani, kwa majina ya ukweli ya ukweli ya ukweli yenye sio ya kudanganya. Hmm, itangwa Grace Nduta. Hmm, lakini kwa mitandao naitangua mama yao. Hmm. Yeah. so ni nini inafanya, uh, wanaume wasirudi kwa nyumba? Yeah, kuna vitu kadhaa inaweza fanya wanaume wakose kurudi. Hmm, maybe ako job. Hmm, ako maybe night shift ama job imeenda sana mm. Kitu ingine job inawezaenda siku mbili mama yao, siku mbili siku tatu inaweza kuna mm. wenye wanaendanga hata hata one week ako nje na ako job mm -hmm. na wezi mlaumu juu ako job mm. wengine nao mm. ni kukuwa ni stress ndio wanaondokea kwa nyumba mm -hmm. Mabibi wamekuwa stress siku hizi mm. Kitu ingine mm. wabibi mabibi wamekataa kuwa wasafi. nao hmm. Iyo nao ndio kitu nyenye naeza fanya sana sana mwanaume atoke nje. hmm. Kama bibi si si msafi hmm. lazima mwanaume akatafute usafi nje. Hmm. Juu, bibi ni ni mchafu vile tu ameamka asubui hmm. Bibi hata hata uso hajaoka hmm. ameshina the whole day hivo hmm. Mwanaume akikuja hmm. <laughs> nyume inanuka kama kitu ingine hmm. Unafikiria ni watu hii kumbe ni bibi mwenyewe hmm. Mwanaume atakosa kwenda nje kwa nini? Mwanaume anaenda nje anapata watu ni wasafi hmm anapata mwenye ameenda kupata huko nje yeye ni msafi mm. na bibi si msafi, nataki na kumtupa, jua kwa ju akona watoto wake atafanya aje. Anaenda nje mm. Anarudi so anakanga, ni kama akona bibi na ni kama ana hiyo, ni tango hafudufia, unaona cha nyego na sukari na ana. Na, na haina anakuanga hafudufia mm. na makosa ni ni ya ya nani, ni ya bibi mm. kwa hiyo mabibi wachunge wazee, wa kuwa msafi, ndio ndio bwana asiende, akienda, akitupata huko nje usitolaumu ni uchafu ya nyumba ama ni uchafu ya kimwili? Uchafu yote hmm, uchafu ya nyumba hmm, na uchafu ya kimwili hmm. Kitu ya kwanza safisha bedroom yako hmm, wewe mwenyewe kwanza, alafu bedroom yako ikuwe safi hmm. Mwanaume hakuna kitu anapenda usafi hmm, kama usafi ya bedroom. Hmm, kitanda yako vile tu uliolewa, bedsheet ni hizohizo hizo, kitanda hmm, mali uliweka hujawahi change Unafaa change position. Lazima uchange position ya kitanda. Leo mzee akiangalisha miguu huko, kesho angalisha miguu huko hmm. akikuja apate miguu kwenye likuwa anaangalisha huku, leo anaangalisha huku hmm. hawezi rudisha hmm. itabidi akae vile unataka hiyo hmm. ni kuchange nyumba hmm. nyumba tangu uolewe kitanda iko hapo hata rungu Mm. Vitu zimejaa rungu. Mm. Rungu ya kitanda mm. Safisha bedroom yako kwanza wewe mwenyewe na bedroom yako mm. Kama ni kulala lala, umevaa vizuri siku, si unalala umevaa, unavaa nini, inaitwa jay stocking kwa kichwa mm. Na udat kuna baridi mm. Na unavaa trouser na socks, nani alisema hivyo? Mkiwa wawili kwa kitanda mm. Inanga baridi mm. mm -mm. Unafaa ulale aje? Unafaa ulala vile ulizaliwa, kesi baadaye mm. Mzee mwenyewe ni joto. Ai mzee mwenye, mm. mwenyewe ako sawa <laughs> <Yeah? laughs> unataka brangeti ngapi? Huyu ametosha mm. Yaani, na hata kama umekasirika hata mm. kama umefanya nini na hamuja hamuongei mm. the whole day mm. kuna vitu yenye haiko sanangi, mm. Yes. Pia yeye haki yake mm. patie haki yake ndio asiende mm. So anzia bedroom ndio mzee asitoke nje mm. Eh, kiti mali tu lieka vile mlihamia hiyo nyumba ujaibadilisha nyumba. Badilisha nyumba, kiti ikiangalia huku, inaangalia huku. Mzee kuna kiti yenye anakalianga mm. Hata shetani anajuanga hapo ndio mzee anakalianga mm. Shetani akikuja anajuanga mzee mali anakalianga, badilisha hiyo kiti ya mzee mm. Weka huko kwa kona mm kesho akikuja anaipata huko. Lazima kuwa busy na nyumba yako, kuwa busy na familia yako. Yes, yeah. Pia familia yako time, pia mzee yako time na watoto wako yes sio hata huu msimu wa baridi, mzee amechelewa kukuja kwa nyumba apate tu huko tu vile ulizaliwa, ama unangoja akifika ndio ubakiwa pana tukisha maliza kazi, watoi wamelala na nitavaa tu sahiyo maudu, nitavaa tu sahiyo before akuje. mm. lakini akigonga mlango, akiingia kwa nyumba lazima nicheze kama mimi. mm. mm. Unajua siku hizi huku nje hakuna wazee. mm. tusipobembeleza hawa watu. mm. niliwaambia juzi. mm. Yeah? Mm. Sisi, sisi tuko wengi kushinda hawa watu. mm. usipobembeleza auna bahati. mm. Akikuja unakaa vile unizaiwa mm. na umekubalika, si uko siuko, na kitambulisho nani ya Kenya mm. uko sawa <laughs> mm. yes, kama ni suruali, <laughs> ni suruali suruali. Wacha wacha suruali ya 20 bob, nunua suruali yenye unaona Kenya na Uganda, unacheki mm -hmm. kasuruali kazuri, hata ukitoa nguo tu hivi mm. ah, mzee akiangai h hey. mm. awezi enda. Ukiona mzee mwenye anaenda nje mm. labda ana kichwa mzuri mm. Eh. Hey ka vizuri na, na sana sana nunua brani nafana. Unaona kuna brani nafana na suruali ehe. mm. Brani nafana na suruali zimatch zimatch. mm. Ukitoa tu nguo hivi mm. Ai, ehe, huyo mzee ako sawa, huyo mzee ako sawa. mm. Lazima lazima ukuwe msafi wewe, lazima ukuwe msafi mm. Kwa nyumba yako mm. Na kwa mzee yako. mm. Unaanzia usafi bedroom mm. unakuja sitting room. Sawa. mm Hiyo ndio -hmm. nafanya sana, sana wazee wanaenda mm -hmm. napikia mzee chakula vizuri mm -hmm. mpikie vizuri nunua tu spinach, kanyama mm -hmm. na kaugali. Mzee atakuja saa tisa, ni sema mzee ana time ya kuingia kwake mm -hmm. akishafika lazima ufungue mlango na ufurahi na usmile hata mm -hmm. kama umejam. mm -hmm. Fungua mlango vizuri umchemshie food na mkae chini hapo na yeye akule. kama alitoka kama hajaacha kitu una smile na nini sasa? Si Si wewe uko sawa mm -hmm. si umekula mm -hmm. watu waache kujifanya ati juu ati mzee akuacha kitu ukishapika mnaosha vyombo. Unapikia watu wewe mnaosha vyombo mnakaa. Ati mnamgojea sio poa. Maybe alienda nje kutafuta job akakosa. Na wewe uko kwa nyumba umemnyima food. Unataka afanye nini? Akuje kwangu? Mimi si tambui juu najua saa zile ako nayo ananipatianga so saa zile mzee ana, ana pesa na saa zile ako na pesa, mzee ako na haki ya kukula usimunyume fudi, ana pesa, hmm. si kesho atapata, hmm. Akipata, hmm. si atawaletea. Akipata peke kwa hoteli h utasikia aje akienda kukula huko, sio? Kuna wale wanakula ati kwa sababu mzee akuacha kitu, wanakula wanaosha vyombo e, wengi sana wanakula wanafanya hivyo, ama kama mzee akuacha tu, mtu anatoa doo yake anakuja naambia mzee ati alikopa na ni pesa yake. Na ni pesa yake. Hmm. Sasa mzee kazi, kazi yake ni kushinda akilipa kama ni loan analipa. So mzee anamrudishia. Sasa mzee kazi yake ni kushinda akilipa pesa. Lazima unatoa pesa na mtu so, unakuja una kwako, unapata kanyama kame iko hapo, unaambiwa ni pesa zilikopwa. Good, naambiwa ni pesa zilikopwa, mm, ati ndio ukapikiwa. So na wewe itabidi unacheka. So, kwa mudi ya hoteli uko kwako, lakini tu unakula kwa hoteli si ndio? Mm. Juu ni kama kununua food, sio food, unailipa ni kama kununua food. Mm.